Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Songwe kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hasani kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya wananchi wa wilaya ya Songwe. Kubwa kuliko yote ni huu mpango wa kutoa mikopo kwa wananchi wetu wa wilaya ya Songwe, hususani wananchi wanyonge. Mheshimiwa Mwenyekiti, yote haya yasingewezekana bila kupata hizi fedha kupitia rais wetu ambaye wakati wote ameendelea na anaendelea kuwafikiria, kuwajali na kuwasaidia wananchi wa wilaya ya Songwe hususani wananchi wa nyonge. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli ameendelea kuzisuuza nyoyo za wananchi wa wilaya ya Songwe. Ndio maana leo mmeona ninyi wenyewe namna hawa wananchi walivyo na furaha. Si jambo si la haraka haraka tu mtu kufurahia namna hii kwa sababu wanajua baada ya dakika chache mwenyekiti kuweka kidole kwenye ule mkataba ule muamala unasoma sasa. MC, uko nae, uliza tu hawa. Kwani wewe inakuaje? Umekaa nyumbani unasikia ka message kanaingia, trin, imethibitishwa, wewe unajisikiaje? Una ha mbaye hafurahii kale ka message kakifanya nini, kakiingia? Lakini hapo hapo changamoto inakuja baada ya kukapokea hako ka ujumbe. Kinachofuata ni marejesho yes. Kinachofuata ni marejesho, lakini changamoto inaanzia kwenye mipango ya ile fedha. Fedha imeingia, na ndugu zangu nataka niwaambie, fedha haijawahi kutosha hata siku moja. Kila mmoja hapa ana malengo yake, kila mmoja mpaka akaamua kuandika barua, kuingia kwenye kikundi na kujiunga na wenzao kuomba mkopo, wana malengo yao. Usiangalie malengo ya mwenzako, angalia malengo yako. Zile fedha zinapoingia angalia malengo yangu kibiashara ni nini? Ni kufungua mgahawa? Ndio, fanya na hesabu kabisa, nikinunua kilo kumi za mchele, mafuta, nitatumia mtaji wa shilingi ngapi? Nitapata shilingi ngapi kulingana na mazingira yangu? Jioni nitafunga hesabu ya shilingi ngapi? Nitakula shilingi ngapi nitapeleka hela ya akiba kwa ajili ya marejesho shinga. Bila kufanya hivyo, mawazo yanakuwa mengi, unaanza kuwaza nikanunue kiwanja, unaanza kuwaza nikaongeze mke wa pili, unaanza kuwaza. Kwa wale wa mama, naambiwa nao wana mambo yao yale, wanachukua vile vibenteni vile, sijui kale kabenteni, si nikakachukue, si nikaweke ndani. Mawazo mengi yanaanzia hapo. Kwa wale ndugu zangu walokole pale ndipo pa kumkemea shetani kweli kweli, shetani ndipo anapoanza kufanya kazi yake. Mwisho wa siku, tarehe za marejesho zimefika, huna ulizozalisha umefika mahali umekula na mtaji, alafu wengine wanategemea hizo fedha waweze kufanya nini, kukopa bado hujatuangushi. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi like, wa wilaya Songwe kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya wananchi wa wilaya ya Songwe.